Lengo la maadhimisho haya kwa mwaka 2025 ni kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake wasichana na wanaume kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu washiriki, wanawake wanakumbana na changamoto mbalimbali zikiwemo ukatili wa kijinsia. Nachukua nafasi hii kuwaasa wanawake kuchukua hatua na nyingine. Maana unakuta mwanamke anakuwa mnyonge, hauwezi hata kuchukua hatua, wewe unapigwa, unadhalilishwa. Tuna shughuli ya uzinduzi kwa maadhimisho yetu ambayo yatafanyika tarehe sita katika viwanja vya soko kuu, ambapo mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini pia atazindua maonyesho ya wajasiriamali wetu.